Rais William Ruto na naibu wake Profesa Kidhure Kindiki leo walikuwa katika kaunti ya Meru kwa ibada ya Jumapili katika kanisa la St Mary's AIPC Kadhelwa. Huku akitambua mipango ya kuipatia Meru hadhi ya kuwa jiji, Rais alitangaza miradi ya maendeleo kwa kaunti hiyo yenye thamani ya mabilioni ya fedha zikiwemo barabara, masoko na ikulu ndogo tutatengeneza IPO ile ya Kenya Pipeline, tumetengeneza privatization program, tumetengeneza monetization program, ili tuweze kubadilisha nchi yetu, tutoe Kenya kutoka ile third world ya watu masikini tupeleke Kenya first world. Pia alisema kuwa shilingi bilioni saba zimetolewa ili kukarabati daraja la Nithi ambalo limekuwa likisababisha vifo vya watu wengi kwa miaka mingi kwamba mnataka tutengeneze dual carriageway vile tumetengeneza ile ya kutoka Thika kwenda mpaka kule Maroa. Tunataka pia tujenge kutoka makutano hapo, tuweke barabara ya kuja mpaka Meru mpaka hapa Maua iwe dual carriageway. Rais Ruto pia aliukosoa upinzani kwa kutoa maneno matupu badala ya kushinikiza utoaji wa huduma kwa wananchi. Wale watu wanatupigia makelele mingi, nikijaribu kuwasikiza ile wanasema hakuna hawasemi barabara, hawasemi stima, hawasemi vijana wapate kazi, hawasemi chochote. Kazi yao tu ni hewa kuongea mambo ya bure. Aliwahimiza pia wakazi wa eneo la mlima Kenya kutokubali kushawishiwa na mihemko ya kisiasa, bali waunge mkono ajenda ya maendeleo ya serikali. And I want to ask you the people of Meru, the people of Kenya, tushirikiane. Waswahili wanasema umoja ni nguvu kujitenga ni udhaifu we want to thank the church for being partners with the government not only in the spiritual nourishment of our people not only in the stability of our families but also in the economic progress of the people of Kenya and the communities and families of Kenya Viongozi wa Meru wakiongozwa na gavana Isaac Mutuma waliahidi kumuunga mkono Ruto katika azima yake ya kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hata sisi your excellency, when you'll be needed and I know the need that you'll have in 2027 and beginning today, ni need ya support, political support. Tutakupea kura hapa Meru. Tunasema rais wetu ni tu. Give us in mind, uh, Darubini wikendi